Familia ya mwanamke Mkenya mwenye umri wa miaka 37, Nduta Macharia ambaye anakabiliwa na hukumu ya kifo nchini Vietnam, inaomba serikali kuingilia kati ili jamaa wao apunguziwe hukumu hiyo. Nduta alipatikana na hatia mnamo Alhamisi, Machi 6 akiwa na kilo mbili za cocaine na alipewa siku saba pekee kukata rufaa dhidi ya hukumu yake ya kifo. Familia yake sasa inaiomba serikali kuokoa maisha ya Nduta. <coughs> Purity Wangare ni mama anayehangaika kwa dhiki. Maisha yake yametanguliwa tangu alipopata habari kuhusu kifungo cha miaka miwili cha bintie Nduta Macharia na kunyongwa kutekelezwa katika jiji la Ho Chi Minh nchini Vietnam ambako alikamatwa akiwa na kilo mbili za heroin. Matibabu shida ya kushikwa ni hiyo kantri ingine Vietnam, alafu na akapelekwa ikotini akahukumiwa kunyogo. Machozi yakitiririka mashavuni mwa mama yake mwenye umri wa miaka sitini na tatu huku akitazama sana picha ya bintie aliyehukumiwa. Mnisaidie, mniletee huyo mchana huku, alafu mkitaka kumfuga mumfugie huku. Kwa mujibu wa hati za mahakama, Nduta alikamatwa Julai 2023 akiwa njiani kuelekea Laos, ambako alidai kukodiwa na mwanamume aliyejulikana kwa jina moja la John kutoka Kenya kupeleka mkoba kwa mwanamke mwingine. Inasemekana alikiri kupokea malipo ya shilingi elfu 167 za Kenya kutoka kwa John, ambaye pia alimlipia tiketi za ndege. Na sisi obi letu ni moja kwa serikali ikiongozwa na the Ministry of Foreign Affairs led by our minister that is the prime cabinet secretary Musaria Mudavadi that you can lead to you can do your intervention na huyo msichana wetu ambaye ni Nduta aweze kurudi katika huu hii nchi yetu ya Kenya. Joseph Wahungu, Darubini.